Hivi sasa, sasa leo nataka tuangalie sasa kuhusu gharama za uchaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini kabla hatujautazama eh, uchaguzi wa mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na tano. Uchaguzi una vipindi vikuu viwili. Kipindi cha kwanza ni kipindi cha maandalizi ambacho kinahusisha uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Katika uboreshaji wa daftari la wapiga kura, ni kipindi ambacho wananchi wengi wanashiriki hivi sasa eh, na wengi wameshashiriki. Kwanza kinasaidia kutoa uh, wapiga kura ambao si halali, kwa maana ya wapiga kura ambao tayari wameshafariki au wapiga kura ambao wamepoteza sifa za kuwa wapiga kura. Hapa Tanzania wapo wale wapiga kura ambao wameukataa uraia wa Tanzania, wamekuwa raia wa nchi zingine, sawa sawa, lakini pia wale waliofariki lakini pia katika kuboresha daftari la wapiga kura tunaandikisha, tuna wapiga kura wapya, wale ambao tayari wametimiza umri wa miaka kumi na nane kwa ajili ya ku, eh, kupiga kura. Lakini pia kuboresha daftari la wapiga kura, kutoa kadi mpya kwa wale ambao tayari wamepoteza kadi, lakini kutoa kadi mpya kwa wale ambao kadi zao zimeharibika lakini pia kupata orodha sahihi ya wapiga kura katika jimbo husika. Uh, kuna wengine ambao wametoka maeneo mbalimbali wameenda maeneo mengine, kwa hiyo taarifa zao zinabidi ziboreshwe katika maeneo husika, ili waweze kuchagua mbunge, rais pamoja na diwani katika maeneo hayo. Asa katika vipindi na kipindi cha pili ni kipindi cha uchaguzi wenyewe. Kipindi hiki kinahusisha masuala ya uteuzi wa wagombea, kampeni na siku ya sasa ya kuchagua, kutangaza matokeo, kufanya upembuzi, kutoa ripoti na kushughulikia changamoto mbalimbali mbali za uchaguzi ambazo zinakuwa zimejitokeza. Sasa kwa mwaka 2020 eh katika kipindi cha uboreshaji wa daftari la wapiga kura kama nilivyoeleza, takriban shilingi za kitanzania bilioni mia moja hamsini na tatu nukta tatu na zaidi zilitumika katika kuboresha daftari la wapiga kura. Na katika mwaka huo pia, katika kipindi sasa cha uchaguzi wenyewe, sasa uchaguzi kufanya sasa uchaguzi, sasa baada ya uboreshaji wa daftari la wapiga kura, sasa ni uchaguzi understood takriban bilioni mia tatu thelathini na moja nukta nane na zaidi zilitumika katika kufasiliteti uchaguzi ule. So zaidi ya bilioni mia nne themanini na sita na zaidi zilitumika katika kufanya uh, kufanikisha uchaguzi wa mwaka elfu mbili na uh,